Watazamaji wa Nyikani TV, awali ya yote ni wapepole na hekaheka heka zote ambazo zimepita hapa katikati, na wengine kuachia maumivu yasiyofutika katika mioyo yao, na wengine kuachia maumivu yasiyofutika katika fikra, na wengine kuachia maumivu yasiyofutika katika uh, nafasi mbalimbali mbali za kijamii kutokana na uchaguzi mkuu wa mwaka na 2025. Naomba leo tutazame shule kumi bora ama shule kumi ghali zaidi Tanzania ambazo uh, zina ada kubwa zaidi katika nchi ya Tanzania. Shule ya kwanza ni Morogoro International School ambayo ipo Morogoro na hufuata mtaala wa Cambridge. Ada ni kuanzia shilingi milioni 6.4 kwa chekechea hadi shilingi milioni 18 kwa sekondari. Hii ni ada pekee au ni ada pekee yake, mbali na fedha ya usajili na boarding kwa wale wanaolala shuleni. Shule ya tisa ni International School Moshi ambayo hii ndiyo shule ghali zaidi katika mkoa wa Kilimanjaro. Ada ni kuanzia shilingi milioni kumi na sita kwa chekechea hadi milioni arobaini na moja wa wale wa kidato cha tano na kidato cha sita. Shule hii hufuata mtaala wa International Baccalaureate, ambapo ni shule ya tisa inatajwa hivyo. Shule ya nane ni shule ya Aga Khan Primary and Secondary School. Shule hii ipo jijini Dar es Salaam na hufuata mtaala wa IB kama ilivyo ISM hutoza ada kuanzia shilingi milioni saba hadi milioni ishirini kwa mwaka. Shule ya saba inatajwa ni Haven of Peace Academy ambayo ipo jijini Dar es Salaam pia na hufuata mtaala wa Cambridge na hutoza ada kati ya shilingi milioni kumi na sita hadi milioni ishirini na mbili kwa mwaka. Shule ya sita ni Kennedy House Schools ambayo shule hii ya Kenneth ziko maeneo mengi duniani. Tanzania iko Arusha, wakiendesha chekechea na shule ya msingi. Ada zao huanzia shilingi milioni nane kwa chekechea hadi milioni ishirini na mbili kwa shule ya msingi. Shule hii hufuata pia mtaala wa Cambridge. Shule ya tano ni St. Constantine International School ambayo nayo iko Arusha na ufuata mtaala wa Cambridge. Ada yake ni kati ya shilingi milioni nane kwa chekechea hadi shilingi milioni 23 kwa sekondari. Shule ya nne hii ni iko Iringa ama mkoa ni Iringa, inaitwa Iringa International School, ISS, iko Iringa na ufuata mitaala miwili ya IB na ule wa Cambridge hutoza ada kati ya shilingi milioni 17 kwa chekechea hadi milioni 27 kwa sekondari. Shule ya tatu ni Dar es Salaam International Academy. Hii ni shule ya tatu kwa kuwa na ada ghali zaidi nchini Tanzania. Iko jijini Dar es Salaam na ufuata mtara wa IB. Ada yake kwa mwaka ni kuanzia shilingi milioni 23 kwa shule ya msingi hadi shilingi milioni 40 kwa sekondari. Shule ya pili ni Breban International School hii pia iko jijini Dar es Salaam na Arusha, hufuata mfumo wa IB na ada yake kwa mwaka ni kuanzia shilingi milioni 20 kwa shule ya msingi hadi shilingi milioni 43 kwa sekondari. Shule ya kwanza kwa ukubwa wa ada katika nchi ya Tanzania ni International School of Tanganyika IST. Hii ndio shule ghali zaidi nchini Tanzania, iko jijini Dar es Salaam na ufuata mtaala wa IB, IST hutoza ada kuanzia shilingi milioni 34 kwa chekechea hadi shilingi milioni sabini na moja kwa sekondari kwa mwaka. Hizi ndizo shule kumi ambazo zinatoza ada kubwa katika nchi ya Tanzania. Je, uwezo wako wewe mwananchi, hali yako ikoje na unadhani unaweza kuwasomesha watoto wako katika shule hizi kumi bora ambazo nimezitaja hapa, ama shule kumi gari zaidi Tanzania, ambayo ni Morogoro International School, ambayo iko ni Morogoro International School Moshi, ambayo uh, ipo Kilimanjaro. Aga Khan Primary School Secondary and Secondary School ambayo iko Dar es Salaam. Haven of Peace Academy ambayo pia iko jijini Dar es Salaam. Kennedy House Schools ambayo, uh, inaendesha shughuli zake za kazi hiyo katika miji mbalimbali, lakini pia uh, Saint Constantine International School uh, ipo pia Iringa International School, Dar es Salaam International Academy, Bre Breban International School na uh, International School of Tanganyika, ambazo nimekueleza ada zake hapo. Mpeleke mwanao kaya kwa shule hizo, kama uwezo huo unao. Na hizi ndizo shule ghali zaidi katika nchi ya Tanzania kwa sasa. Wewe una mtazamo gani kuhusiana na maisha ya Watanzania harisi uh, mawengi na hali ya ada hiyo? Unajiuliza masomo yake yakoje na mtoto akitoka hapo inakuwaje? Lakini je watu, watu wanaopeleka watoto wao katika shule hizo ni watu wa namna gani? Karibu kwa maoni yako, na ninakutakia kutakia uwe na wakati mwema. Asante.